Ok, karibu sana katika hii video. Kwenye hii video nitakwenda kuelekeza namna gani ya 26 pesa ambapo unatengeneza hela na jinsi ya kujisajili. Kwa hiyo kama uliingia kwenye hii video kwa lengo la kujisajili, basi kwenye sehemu ya comment kuna link ya kuweza kujisajili hapo. Ila kama uliingia kwenye hii video, hii video, hii video kwa lengo la kuweza kuitambua vizuri kabisa 26 pesa, basi kwenye hii video nimeelezea vitu vingi na ina dakika fupi sana, dakika chache. Tayari nina account nitakwenda kuweka username pamoja na password na nina application kabisa nimesha download. Kwa hiyo hii ndio mwonekano wa 26 pesa una mwonekano huu, na hii ndio akaunti yangu ambayo nililipia mtaji wa, wa elfu kumi na nne ambayo nilipia mara moja, lakini net profit inasoma milioni moja na laki mbili, balance ni laki mbili Yes, kiasi ambacho naweza nikatoa muda wowote huo na ni automatic. Na 26 pesa kuna vipengele vingi sana vya kuingiza pesa, kuna vipengele vingi sana kwenye vipengele vya YouTube, vipengele vya TikTok, kuna vipengele vingi sana vya kuingiza pesa. Na kama bado unaendelea kuchelewa labda kuendelea kufuatilia 26 pesa ni, ni kama unapoteza muda, kwa sababu watu wanajiunga wana na anatengeneza pesa kila siku. Kwa hiyo, kama unahitaji kutengeneza akaunti, basi usiendelee kupoteza muda kuchelewa. Anza leo, anza sasa hivi kuweza kujisajili na kupata akaunti. Kwa hiyo sasa, kwenye swala la groups kwenye WhatsApp, tuna magrupu yetu ambayo mtu kisha kutengeneza akaunti unakuwa unajoin humo na kuwepo unaingia unapatiwa mafunzo unaelewa namna gani ya kutengeneza akaunti, na watu wanaotengeneza akaunti ni wengi, kila siku wanatengeneza akaunti. Sasa nitakwenda kuelekeza jinsi ya kuweza kutengeneza hiyo akaunti kwenye hii video. Kwenye sehemu ya comment hapo, kwenye sehemu ya comment utakutana na hii link. Hii link ukiibonyeza pale, utabonyeza live, ukishaibonyeza, atakupeleka kwenye ukurasa huu hapa. Sasa kuweza kujisajili kutengeneza hiyo akaunti sasa. Kujisajili kutengeneza akaunti kwa hapa, utachokifanya ni kuweza kuandika taarifa zako ili uweze kupata akaunti. Hii sehemu ni lazima uijaze, ndipo utengeneze akaunti. Hata mimi pia nilijaza mwanzoni, nikapata akaunti. Kwa hiyo kuijaza sasa, kwenye email utaandika email, email yako email yako then phone number unaandika namba yako ambayo ipo active, au unaweza kuandika namba ambayo unaiamini, maana ndio ambayo itakuwa inapokea pesa. Kwenye card name unaandika majina ya usajili wa line. Username utaandika jina ambalo hautolisahau, unaweza kuandika jina lolote bila kuruka nafasi, utaandika jina ambalo hautolisahau kwa uharaka, na kwenye password utajaza tarakimu tano na confirm password utarudia uta tena tarakimu tano. Ukishafanikisha hapo sasa, utashuka chini hapa, utabonyeza hii button ya sign up ili kuweza kurasimisha usajili. Kwa hiyo, ukishamaliza pale, utaingia kwenye ukurasa huu hapa. Ukishafika hapa hapa sasa, hata mimi pia mwanzoni pia ilinidai kama hivi, kabla sikupata account ile, ilinidai kulipia hivi nikalipia nikapata akaunti ile, nikatengeneza pesa nikapata akaunti ile. Kwa hiyo na wewe pia ukishajisajili itakudai hivi. Cha msingi ni cha kufanya, utashuka hapo chini utaweka namba ambayo yenye pesa ambayo ipo kwenye hiyo simu. Ukishaijaza, kuna message itapop itapopa. Ukishajaza hizo namba, kuna message itaganda kama sekunde thalathini then ita, kuna message itakuja, uthibitisho, namba ya siri, ukishaweka namba ya siri, ukishabonyeza send, ina maana unakuwa ushatuma pesa tayari kwenye kampuni. Kwa hiyo kitu cha msingi sana cha kuweza kuzingatia ni kwamba kama utakuwa na swali lolote, labda kuhusiana na hii 26 pesa, mi nachokushauri tu ni kwamba usiendelee kuchelewa kufungua hii account, maana account itakuwa ina kuingizia pesa kila siku, nani uhakika karibu sana WhatsApp.